Kumekuwepo na ukamataji ambao mifugo zinakamatwa, wanadai mifugo moja shilingi laki moja. Kumekuwepo na ukamataji mwingine wa pili ambao wanaweza kukamata mifugo miwili wakadai milioni kumi. Kilio kizito kinachobeba machungu ya wafugaji wa jamii ya Wamasai kutoka tarafa ya Sale na Loliondo katika wilaya ya Ngorongoro mkoani Arusha, wakati kiangazi kikitishia mustakabali wa maisha yao. Wakazi wa tarafa ya Sale na Loliondo wanasema kuwa mabadiliko ya tabia nchi, umegaji wa ardhi za vijiji katika maeneo yao umepelekea kuathiri mifugo yao, ambapo asilimia kubwa ya wakazi wa maeneo haya hutegemea shughuli za ufugaji kama chanzo kikuu cha mapato. Hata hivyo, mabadiliko ya tabia nchi pamoja na umegaji wa kupunguza kwa kiasi kikubwa maeneo ya malisho na vyanzo vya maji. Hali hii inaathiri utekelezaji wa malengo ya sera za taifa nyanda za malisho, inayolenga matumizi endelevu ya rasilimali za malisho. Kukosekana kwa maeneo ya kutosha kwa ajili ya malisho, baadhi ya wa wafugaji hujikuta wakilisha mifugo yao hifadhini au maeneo ya karibu na hifadhi. Kutokana na hali hiyo, wafugaji wamejikuta wakilazimika kuingia kwenye maeneo ya hifadhi au karibu na maeneo hayo, si kwa dhamira ya kukiuka sheria, bali kama hatua ya dharura ya kuokoa uhai wa mifugo yao. Kutokana na kulisha katika maeneo ya hifadhi, mifugo yao hukamatwa na kutakiwa kulipa faini, ambapo wanasema kuwa faini hizo zimekuwa ni mwiba kwao. Ninapenda kwa heshima na taadhima ninapenda kuongea na Wizara ya Mifugo na Uvuvi kuhusu tatizo la ukamataji wa mifugo kwa namna tofauti tofauti. Kumekuwepo na ukamataji mara mbili. Kumekuwepo na ukamataji ambao mifugo zinakamatwa wanadai mifugo moja shilingi laki moja. Kumekuwepo na ukamataji mwingine wa pili ambao wanaweza kukamata mifugo miwili wakadai milioni kumi. Sisi kama wafugaji tunaona kama ni kero kubwa na unyanyasaji mkubwa. Kadhia hii ya kukosa maeneo ya malisho na kukamatwa kwa mifugo ndio imewasukuma vijana wa tarafa ya Sale na Loliondo kumwandikia barua Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Mheshimiwa Balozi Dr. Bashiru Ally Kakurwa kumwomba kuingilia kati swala hili. Tunaomba ofisi yako iratibu mazungumzo ya kisera na Wizara ya Maliasili na Utalii pamoja na mamlaka husika ili, ili kupatikana suluhisho la muda na la kudumu litakalotusaidia kukabiliana na athari za kiangazi kikubwa kwa wafugaji kwa bila kuadhiri uhifadhi wa maliasili za taifa. Mheshimiwa Waziri, tuna imani kuwa uongozi wako itazingatia hoja hii kwa uzito, kwa uzito unaostahili na kuchukua hatua stahiki kwa, mas, kwa maslahi mapana ya taifa. Hivyo tunaiomba Wizara ya, ya, ya, ya Mifugo na Uvuvi iweze kutusikia sisi kama wafugaji. Sisi ni wafugaji wa Kitanzania, tunaongea na Wizara yetu ya Mifugo tena kwa heshima kubwa, tuko kwenye maombi kama watanzania wenzenu, mweze kutusikiliza, kwani jamii hii ya kiufugaji kimeumia kwa asilimia kubwa sana. Wako watu ambao sasa hawana mifugo hata moja wakati mradi wao wa kudumu ambao wanaweza nao waka, wakafanya waka, waka kama matumizi yao hawana tena. Watu wengi wameenda kukimbilia nchi zingine kwa sababu tu ya umaskini, hivyo tunaomba wizara hii ili kuepukana na umaskini, ambao hata leo wafugaji wakiwa maskini serikali inaweza ikapata mzigo mkubwa kuoza, kuwasaidia wale watu, ili kuepukana na kuipa serikali mzigo wa kuwapambania wale watu kuwa baada ya kuwa maskini, tunaomba mtusikilize kwa maombi yetu kama vijana wa kiufugaji kutoka tarafa mbili, tarafa ya Sale na tarafa ya Loliondo. Maisha ya watu wa jamii za asili ikiwemo jamii ya Wamasai yanategemea ya moja kwa moja mazingira yao. Serikali kupitia wizara zake inapaswa kuketi chini na kutatua changamoto zao ikiwemo hii ya kukosekana kwa maeneo ya kutosha kwa ajili ya malisho ya mifugo yao.